Habari, karibu katika mada ya leo ambapo tunakwenda kujifunza kuhusu dalili za nimonia kwa watoto. Nimonia ni ugonjwa hatari wa mapafu unaosababishwa na bakteria, virusi au fangasi, unaoasiri vifuko vidogo vya hewa vinavyoitwa alveoli. Wakati vifuko hivi vinapojazwa na usaha au majimaji, mtoto apata shida kubwa ya kupumua. Watoto walio na kinga dhaifu, lishe duni au wasiopata chanjo kamili au katika hatari zaidi ya kupata pneumonia. Ugonjwa huu ni miongoni mwa visababishi vikuu vya vifo kwa watoto chini ya miaka mitano, lakini unaweza kuzuilika na kutibika endapo utagundulika mapema. Kutoka nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama bado ukujiunga nasi, basi inginacho kubonyeza alama subscribe, kisha kingele ya pembeni yake. Tuanze kuangalia kwa dalili za pneumonia kwa watoto. Dalili ya kwanza Kikohozi kikali kinachoendelea. Kikohozi huanza kama kikohozi cha kawaida kisha huongezeka na kuwa kikali zaidi kadi ya muda ambapo nazidi kwenu. Dalili ya pili, kupumua kwa haraka au kwa shida. Mtoto pumua kwa kasi siyo ya kawaida na kifua huonekana kama kinazama wakati wa kupumua. Dalili ya tatu, homa ya juu. Homa ni mojawapo ya dalili za awali kwamba mwili unapambana na maambukizi ya mapafu. Dalili ya nne, kupumua kwa sauti, yaani filimbi au wezi. Sauti ya filimbi au kishindo inasikika mtoto kipindi ambapo anapumua. Dalili ya tano, udhaifu na uchovu wa mwili. Mtoto huonekana mchovu, mwenye usingizi mwingi au hana hamu ya kucheza. Dalili ya sita, kukosa hamu ya kula au kunywa maziwa wachanga hupoteza hamu ya kunyonya, hali inayoweza kuongeza hatari ya upungufu wa maji mwilini. Dalili ya saba, midomo kucha au ngozi kuwa na rangi ya bluu. Hii ni ishara ya upungufu wa oksijeni mwilini na ni ishara inayoashiria kwamba mtoto anahitaji kupata matibabu ya dharura na ya haraka zaidi. Dalili ya nane kuto, dalili ya nane, kutetemeka na na jasho jingi. Hii hutokana na homa kali inayosababishwa na maambukizi ya bakteria. Hitimisho: Pneumonia ni ugonjwa unaweza kuwa hatari lakini unaotibika endapo mtoto atapelekwa hospitalini mapema. Wazazi wanapaswa kuwa makini kutambua dalili kama kupumua kwa kasi, homa kali na mtoto kushindwa kula au kunyonya. Njia bora ya kujikinga ni pamoja na kumpa mtoto chanjo kamili, hasa ya nyumokoko vaksini, yani PCV na Hib, yani hemophilus influenza type B vaccine. Lakini pia kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa kipindi cha miezi sita ya mwanzo. Lakini pia hakikisha mtoto anapata mazingira bora ya lishe na mazingira safi ya kuishi. Lakini pia kuepuka moshi ndani ya nyumba kama ule wa kuni au tumbaku. Kwa kutambua dalili za mapema na kuchukua hatua sahihi, wazazi wanaweza kuokoa maisha ya mtoto na kuzuia madhara makubwa ya nimonia. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama kuna jambo umejifunza siku ya leo au ungependa tujifunze, niandikia kwenye comment section nalo tutajifunza. Natakia siku njema na Mungu akubariki.